Salamu alaikum mama. Wa alaikum salam binti yangu. Jambo? Mimi sijambo mama, siyo afya yako. Alhamdulillah, namshukuru Mwenyezi Mungu. School bus hiyo ishafika. Nenda chumbani kwa Samir, mwambie gari ishafika muondoke. Ah, sawa mama. Karibu. Asalamu alaikum. Wa alaikum salam, vipi hali dadangu? Alhamdulillah Mwenyezi Mungu. Alhamdulilah, namshikuru mwenyezimungu uusamil umisikia nioe e, dio navaa hpambononazauvaanaua shoto za kuvaa viatu hapana, sizijui kwani ni koni nizipizo Mtumi Muhamadi, rahma lamani juu yake, amesema pindi anapovaa viatu mmoja wenu, basi aanze kwa nguuwa kulia, na pindi anapovua basi aanze kwa mguu wa kushoto. Yes, mashallah, nami kwanzia leo nitaanza kuvaa viatu kwa mguu wa kulia, na nikivua nitaanza kuvua viatu kwa mguu wa kushoto kama alivyosema Mtume Muhamadi, rehma na amani juu yake. Nishamaliza kuvaa viatu, acha kucheza, haya twende.